Yule aliyemzalisha mama yako alikuwa ni upande gani? Ndio maana unakuta kuna mtu amepata matatizo maisha yake ametawaliwa, kwa sababu gani? Maneno yaliyotamkwa yale wakati wa kuzaliwa ndio yanatokea. Unaweza ukashangaa, umezaliwa nesa akakwambia, huyu mtoto namona ni jambazi atakuja kuwa jambazi. Wewe unazaliwa roho ya ujambazi na kufuata Bwana Yesu asifiwe. huyu mtoto huyu huyu huyu mtoto huyu, atakuwa kibaka. Wewe amezaliwa tu, unalia kwa mama yako na nyonya, hiyo roho ya kibaka inakufuatilia. Kuna mwingine amezaliwa tu Wakaenda kutambika wakakutambikia kwamba fulani hata hatajenga nyumba. Unafanya kazi miaka nenda rudi, hauna hata kiwanja. Kwa sababu gani? Ile roho ya umasikini na kufuata Bwana Yesu asifiwe.